Na wataalamu wanasema nyinyi hamjui, baadhi yenu, mapenzi ni uchafu. Ili uyamudu mapenzi uwe mchafu kuliko mapenzi yenyewe. Wengine watoto wadogo hapa, ukiwa unielewi usubiri kwanza, wengine mtangoja kwanza. Mapenzi ni uchafu, alhubu kadharun, mapenzi ni uchafu. Ili uyaweze yale mapenzi, unatakiwa wewe uwe mchafu kuliko yale mapenzi, ndio utakapoyaweza. Eti watu wazima wamenielewa hapa, wengine wanaona raha kabisa. Mimi nikupeni mfano sio mzuri kidogo. ukiwa umekaa hapa na mkeo akaja, pengine hapa umekaa unasoma soma, akaja akatema mate hapa mezani, akatema mate mengi, anakufurahisha anakuudhi. Lakini yale mate akiyaleta mdomoni, ukawa unambusu mate yake yale, si unakunywa kama juisi ya bareza? E, basi nishie hapo eh? Mapenzi ni uchafu, ili uyaweze uwe mchafu kuliko mapenzi yenyewe kwa hiyo yule mwanamke, sifa zile tatu nyingine, akushibe, asikuone tatizo, asikuone uchafu, asikuone kero, akushibe. Unanielewa? Namba mbili, namba mbili, achunge vizuri mno jicho lako. Akiamka akishinda kazi yake, turai makana wajhik, anachunga jicho lako. Kazi ya mke ni kuchunga jicho la mumewe. Unanielewa? Ndo nini kuchunga jicho? Allah taka ainuka, ainuka, minha ala kabihi, aangalie jicho lako lisione kwake kitu kibaya. Kila ukimwangalia unakutana na mazuri, kama ni nywele kaziweka vizuri, kama ni haka kauso kakatengeneza vizuri, kama kavaa hata kanga tu, basi ukiona una naam, hii sawa kanga hii sio tatizo. La wanawake siku hizi, wanachunga jicho lao. Yaani, anafanya mambo aridhike yeye tu. Wewe umeridhika au hujaridhika, utajijua mwenye hachungi jicho lako wewe. Na ndio maana utamuona mwanamke anajiremba, anajipamba, anapendeza. Ukiona hayo jiandae kuagwa, maana ana safari. Ukimwona mwanamke anaoga na sabuni nzuri, anakuja, anaingia ndani kwa dressing table saa nzima hapa, anapaka spoda piko hapa, anapaka kiwi ya viatu na nini, we subiri, atakuja kukuaga huyo Yaani, hayo hajakufanyia wewe, sio, kajifanyia yeye. Na hawa anawafuata achunge jicho lako wewe. Hivi nilivyovaa, ndio jicho la mume wangu linafurahi. Hivi nilivyotengeneza nywele, ndio jicho la mume wangu linapata raha. Hivi ninavyomtazama, hivi ndio anafurahi. Ah, kuna mwingine mwanamke sugu kama kauzu, anakutazama mpaka